Baadhi ya wananchi wanaelezea tukio hilo huku wakiomba serikali kuwawekea kivuko. Mimi saa kumi na mbili nimesikia upunga, kafatilia nikakuta watu wanashuka na korongo. Kuna korongo linaitwa la kwa Marcelina, kaambiwa bwana, kuna kijana anaitwa Kibabuu, mamalina wamekuta pikipiki yake kwenye korongo na yeye hayupo, basi watu wakahisi amechukuliwa na maji, ndio tukawa tunatafuta, basi baadaye tumemkuta maeneo haya ni karibu kilomita kilomita mbili na kitu tangu mahali pikipiki iliachwa, tumemkuta ameshafariki. Kwa hivyo hapa tumeshapiga simu polisi, tunasubiri polisi waje wafanye shughuli yao. Shida iliyotupata hapa ni mafuriko, yameteremka mengi, yamebeba kijana wetu pamoja na pikipiki yake kama unavyoona kule bondeni. Kwamba ko tunaomba serikali kama, kama inawezekana itusaidie tu, tu kakivuko hapa ili kuondoa tatizo lililoko hapa kwa hiyo tunaomba serikali ingeweza kutufanyia daraja kidogo, ingekuwa na nafuu kwetu, na ingekuwa inarahisisha hata watoto kwenda shule na watu kwenda makazini. Kwa kweli tunaomba serikali tusaidie kwa hilo. Diwani wakati anjia panda amesema ameshafikisha suala hilo TARURA na wanasubiri utekelezaji, huku akiwaomba wananchi kuchukua tahadhari wakati huu wa mvua. Inaonekana huyo mtu alikuja ni usiku sana korongo limejaa maji, maana tuna uh, kama siku tatu mvua imekuwa ikinyesha mfululizo. It means huko juu Kilema maji ni mengi. Sasa ili tusikutane na hayo majanga, watu tusiadharau maji, hata kama watu unaona maji ni madogo, e, hebu yapishe kwanza, yapite.